So as we are approaching the end of the year, kwanza nataka niwatakie sikukuu njema za mwisho wa mwaka, sikukuu njema ya Christmas na sikukuu njema za mwaka mpya. Lakini kuna mambo kama matatu nataka niwapendekezee au ni mashauri ya kufanya kwenye this holiday. Jambo la kwanza, I know most of you tumevunja vikoba, tumepewa bonus of ofisini na we have some extra cash, it's end of the year, tutaka tu spend, tutaka tuenda familia zetu na vitu kama hivyo. So first of all I wish kukushauri kwamba kwenye zile pesa zako ambazo ume set aside kwa ajili ya kujitreat yourself, tenga some amount of money and fanye ah uh, fanya copy trading. Copy trading as all known and nimekuwa nikielezea mara nyingi, but utakuwa umeweka akiba kidogo, kwa ajili itakuja kukusaidia huko mbeleni kwa ajili ya mahitaji mengine. Na uzuri wa copy trading zetu unaweza ukaanza dola 50, dola 100 na kuendelea. So, kwenye zile hela zako za kwenye nyingi nyingi, chukua tu kama dola 100 mm, kafiche kakaweka kwenye copy trading, katakuwepo pale, watu watakuwa wanaendelea kutrade na katakuwa kanaongezeka. So maybe, by January unaweza kutaka kwa labda dola 120 au 130 na kuendelea. So kwenye zile pesa ambazo ulipanga kwa ajili ya kutumia tu randomly, utajikuta kwamba umefanya kitu ambacho probably kitaweza kuja kuwa msaada huko mbele. Jambo la pili, okay, jambo la pili, kama unataka kuanza kujifunza forex au wale watu ambao wanatamani kujua forex au wanatamani kufanya forex, jambo la kwanza ni lazima ujifunze, sawa? So, so hichi kipindi cha holiday ni kipindi ambacho uko likizo kazini, utaenda kijijini au utakuwa umebaki nyumbani na familia, ni muda mzuri pia wa kuanza kujifunza vitu vidogo vidogo na vichache vya forex. So kuna source nyingi za kupata maarifa au knowledge ya forex. Kuna tutorials za YouTube ambapo hata kwenye channel yetu ya Elite Forex Company tumekuwa tukifundisha kwa miaka mingi sana. Hizo tutorials na tumekuwa tukiziweka pale. So hichi ni kipindi pia unaweza ukadownload zile videos ukao unaangalia moja moja ukao umechukua na not, no, notebook yako au daftari ukao unaandika vile vitu ambavyo unakuwa unafundishwa na unataka vikusaidie katika huko mbeleni. Lakini kama utahitaji vitabu pia ni wakati mzuri. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vinafundisha biashara ya forex au to deal with charts psychology na vitu vingine. So hicho ni kipindi kizuri pia unapokuwa umepumzisha kichwa chako kuanza ku start to feed up some few things au new uh, knowledge juu ya forex, na especially kwa wale watu ambao wana watoto ambao ni teenagers wanatamani wajifunze biashara hiyo, kwa watoto na watoto wako likizo, it's a very good time pia kwa wao kuanza kuwa introduce, waanze kujifunza, waanze kuwa na idea ya hivi vitu ni nini, vinafanyaje kazi. So as anavyokuwa anakuwa anakuwa tayari ana knowledge, ana idea kwa kadi, anavyokuwa anakuwa na umbile wake, anakuwa anaitanua knowledge yake. Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawajui. Most of profitable traders atakwambia kwamba mimi nipo kwenye forex for more than 7 years. Kwenye ile 7 years utakuta kwamba alitumia more probably 5 years alikuwa katika stage ya kujifunza, lakini alikuwa so so unakuta traders ana seven years kwenye game yani, um, nakwambia mimi na uzoefu wa seven years but in reality maybe kwenye ile five years ile miaka mitano ya mwanzo ilikuwa ni miaka mitano ya kusoma kukosea, so alikuwa anatengenezi faida. Probably alikuwa anatengeneza hasara, maybe ile two years after, yaani ule mwaka wa tano na wa sita na wa saba ndiyo probably akaanza kuiona faida. So what I'm trying to say ni kwamba usikate tamaa ni kujifunza forex mpaka kuweza kutengeneza forex ni kamchakato mchakato. Jambo la tatu na la mwisho ni kuatia moyo wale ambao tayari wameanza lakini bado hawana matokeo. Forex ni mchakato ambao unachukua muda uh, usikate tamaa. I know unaweza ukaa bado unasoma sana una a lot of knowledge, lakini bado upati matokeo kuna vitu vingi ambavyo unakuwa unajifundisha unapokuwa katika process ya kujifunza forex: ku handle hasara, ku handle emotions, kuwa na subra. Trader yoyote ambaye ana mafanikio kwenye forex sio kwamba hapati hasara, anapata hasara, lakini amefika sehemu ya kumanage hasara zake na kuzipunguza na kuziongeza faida zake. So anapata hasara lakini mara nyingi faida zinakuwa nyingi. Aa, uh, anajua ni mda gani wa kutrade na mda gani sio wa kutrade. Anajua nikifanya kitu fulani kinaweza kikanipelekea kitu fulani. Nikiweka lot size kubwa sawa, naweza nikapata faida kubwa, lakini madhara yake ni makubwa. So hivyo vitu vyote ha ni ngumu sana kwa mtu mwingine kukufundisha kama yeye mwenyewe haujavipitia. So that's why kwa wale watu ambao mko kwenye mchakato vumilia mchakato. Hizo ndo tunasema ni payments ambazo unalipa ili kuweza kuifahamu na kuimaster forex so, kwa wale watu ambao wanawish kufanya investment kwenye EFX Gold, elite forex gold. Uh, elite forex gold ni account special kwa ajili ya kutrade pair ya gold peke yake na tunajitahidi kuweka hiyo inapata faida ndogo na tunachukua trades chache sana kwa siku na plan ile accounts ni kwa wale watu ambao wana extra samani na wanataka kuziweka sehemu safe, hawataki kuwa na stress sana, lakini ziwe zinakuwa kwa percentage ndogo. So if you wish, minimum inaanzia dola hamsini na kuendelea. So kama una account tayari ya HFM, una deposit and then una ni check na kupa setting, na nakusaidia namna gani ya kuconnect account yako Uh, kwa wale watu wanaoniuliza swali kama ni utapeli au ni nini, there's no way ambayo mimi nashika hela yako. Wewe unafungua akaunti yako unaweka hela yako, mimi naku, nakuelekeza tu kwamba kwenye akaunti yako unaenda sehemu fulani search akaunti fulani i follow then ukifollow itakuwa ina copy trade zile ambazo sisi tunafanya za gold, na una unakuwa unapata faida. So all in all, I wish all the best, bye.